Kambi ya madaktari bingwa wa Samia Kanda ya Magharibi sasa inawekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kuanzia tarehe 24 hadi 28 Machi mwaka 2025. Kambi itahusisha madaktari bingwa kutoka ndani ya Kanda ya Magharibi kwa kushirikiana na mabingwa bobezi kutoka hospitali ya Bugando, KCMC na Benjamin Mkapa. Madaktari bingwa watakao kuwepo ni pamoja na mabingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, mabingwa wa magonjwa ya ndani yaani figo, kisukari na madonda ya tumbo, mabingwa wa magonjwa ya mifupa na ajali, mabingwa wa magonjwa ya kinamama na uzazi, mabingwa wa magonjwa ya watoto na afya zao, mabingwa wa magonjwa ya mfumo wa mkojo, mabingwa wa upasuaji kwa ujumla, mabingwa wa magonjwa ya masikio, koo na pua mabingwa magonjwa ya ngozi, mabingwa bobezi wa magonjwa ya kinywa, mabingwa wa magonjwa ya macho, mabingwa magonjwa ya dharura, mabingwa magonjwa ya afya ya akili, mabingwa bobezi wa uchunguzi mionzi, na mabingwa wa usingizi na ganzi salama. Yote haya ni kuanzia tarehe 24 mpaka 28 Machi 2025. Bima zote na pesa taslimu zitapokelewa kumbuka afya yako ni kipaumbele chetu karibu tukuhudumie